Hey, what's up everyone? This is Pastor Msafiri. Karibu tena kwenye chaneli yangu. Bwana Yesu asifiwe. Leo naongelea kumuuliza Bwana. Kama umeokoka na umezunguka kwa sababu ya shida fulani ambayo unayo, umeomba maombi huku na kule, umeombea mzaliwa wa kwanza, umeombea udongo, ardhi ya nyumbani kwenu, umeombea miguu, umeombea kitovu, umeombea nguo na kila aina ya kitu ambacho umeweza kufanya, lakini hauoni matokeo. Umefanya mengi, lakini kwa kiasi fulani ni kubahatisha. Unabahatisha, inawezekana chanzo cha shida ni jambo hili, kwa unaliombea uoni matokeo, pengine ni jambo lile kule, unaombea uoni matokeo. Sasa kubahatisha, hakuna imani. Imani ni kuwa na hakika. Ili uwe na hakika ya yale ambayo unapaswa uyaombee, ni vyema ukamuuliza Bwana. Kama hii inaongea na wewe au na mtu unayemfahamu basi, you definitely want to stick around ili upate kitu ambacho kinaweza kukusaidia kukuvusha. Kumuuliza Bwana. inabidi tumuulize Bwana Mungu kuhusu mambo tunayopitia au shida zetu. Sababu ni moja ili usiumbishwe umbishwe huku na kule kwa mafundisho yasiyofaa, au kwa maombi ambayo pengine hayana tija, au yanaweza ya kuingiza chaka. Pia kuna watu katika maombi wameomba vitu vingi, nywele na kila aina ya nywele, alafu na nguo za ndani wazipeleke, wengine pale pale kanisani, ambao sasa wewe ni hizo nguo za ndani mtuziombee uyumbayumba kama huku unaweza kukapunguzwa pale ambapo ukimuuliza Bwana akwambia hayo maombi inabidi yafanye. Sababu ya pili ni kwamba uwe na uhakika. Fikiria kwa mfano hawa watu ambao walienda kuombea nguo za ndani alafu wakawa nasema huku na kule kuhusu aina hiyo ya maombi ambayo wamepewa ifanye. Siku inayofuata ibada, kuna wengine hawakwenda kwa sababu kuna mm, ni tatizo lakini fikiria kama ingekuwa ni kweli Mungu anataka waombe maombi hayo ili wavuke, alafu wao wakarudishwa nyuma kwa sababu ya watu wengine wamesema, hawakuwa na uhakika. Hapo ndipo utaelewa kwa sababu gani inabidi uwe na uhakika, ili maombi unaenda kuomba yaweze kuwa na matokeo, kwa sababu shetani atainuka tu kuzuia. Kwa hiyo kama maombi ambayo unabidi uyafanye imekaa kirebo yako na Mungu hajasema na wewe atu, shetani akiinua watu ujaribu kwa maneno kwamba hii ni makosa, utapotea. Utafanya maombi bila kuwa na uhakika, na hiyo siyo imani, na bila imani sidhani kama kuna kitu tapokea. Fikiria kwa mfano Yusufu alivyomchukua Mariam mama yake Yesu. Kama angekuwa hana uhakika ya yale mambo anayoyafanya, watu wangeinuka kusema, wewe ni baba mlezi tu, sababu huyo alikuwa na mimba kabla ya kukutana na wewe au kabla ya muoa, mambo yasingeenda. Ili vitu vya Bwana vifanyike, inabidi watu wa Bwana wawe na uhakika wa yale mambo ambayo wanaambiwa wayafanye. Ndiyo maana inabidi umuulize Bwana Mungu akwambie. Lakini sababu ya tatu nayo ni msingi zaidi, ni ili kujenga uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ameletwa ili kutusaidia, ili kutuongoza, ili kutufanikisha, na maandiko yanasema akija huyo Roho kweli hata mambo yajayo atawapasha habari zake. Kwa hiyo kuna nafasi ambayo imewekwa ya wewe kumuuliza Mungu, ndiyo kumuuliza Roho wa Bwana ambaye yuko ndani yako, ama umeokoka naye. Atakujulisha, atakwambia mambo ambayo yanaku, yanakupa shida yanakukwaza. Shida zako muulize akwambie. Sababu nyingine muhimu ya wewe so, muhim kumuuliza Mungu ni ili usimtende dhambi. Kama unahangaika kupata kazi na kazi hazipatikani, umeapply, umehangaika kila jinsi, haupati kazi, mwisho wa siku utaenda kuuliza kwa mizimu na kwa waganga wakwambie shida iko wapi, ili uambiwe kwamba kuna mtu kaa nyota yako na vitu kama hivyo. Hapo utakuwa umeshaingia katika machafuzi, umeshaingia chaka, umepotea. Kuna mfalme mmoja wa Samaria, katika Wafalme wa Pili yanaongelea habari zake, alifanya kosa kama hilo, alafu Bwana akammalizia kwamba sautapona kabisa. Wafalme wa Pili, sula ya kwanza mstari wa pili na watatu na wane Biblia inasema: na Ahazia akaanguka katika lirisha la chumba chake horofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe, akawaambia enendeni, mkaulize kwa Baal Zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Hautaki mambo kama haya ya kupata kama yapo mambo ambayo Bwana inabidi akwambie, kwa nini akwambie? Amosi sura ya tatu mstari wa saba inasema, hakika Bwana Mungu hatendi neno lolote pasipo kuwajulisha watumishi wake mambo hayo, au kuwafunulia watumishi wake manabii hiyo abadi. Lakini ukianzia mwanzo kidogo, katika hiyo Amosi inauliza, je, wawili wataweza, wataweza, wataweza kwenda pamoja pasipo kupatana? Yaani, ili mwende pamoja ni mpaka muwe mpatana. Kwa hiyo ili bwana akufunulie, au akwambie, ni mpaka muwe mnapatana. Kama hamjapatana, bwana hakufunulii, anakuficha, anakuficha. Kwa sababu gani? Mmeshakuwa mna ukinzani, mmekuwa ni kama maadui, hamwendi pamoja, kwa hiyo anakuficha. Unajua katika Mwanzo kumi na nane, wakati bwana anataka kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora alijiuliza je, Nimfiche Ibrahimu mtumishi wangu mambo unaenda kuyafanya? Akaona hapana, la nisimfiche. Halafu akamwambia. Kama Bwana hajakwambia ni kwa sababu amekuficha. Sikiliza jinsi Yesu alivyosema kuhusu Bwana Mungu amewaficha watu mambo, katika Luka sura ya 19 mstari wa 41 mpaka 44. Alipofika karibu, Aliona mji yakaulilia, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu tambua majira ya kujiliwa kwako. Huyo hawa watu walifichwa na haya mambo yaliwapata mwaka sabini AD, halikuwachwa jiwe juu ya jiwe kwa, kwa sababu walifichwa. Walifichwa kwa sababu hawakujua majira ya kujiliwa kwao, kama hawakujua majira ya kujiliwa kwao, yani Mungu kawajilia, lakini hawakujua hayo majira. Hawa hakuelewa, hawa hawakuelewa, hawa hawa hawa hawa. Kwa hiyo walikuwa wamekinzana na Bwana Mungu. Ukiwa upo kinyume na Mungu na plani zake na mapenzi yake, hakika atakuficha, hutakaa, utaona, hutaona kitu. Ni lazima ujiweke katika nafasi ya kuwa katika njia moja na Bwana Mungu, muone sawa, muone inavyotakiana kuona. Pia Bwana anaweza asikwambie mambo, asikujulishe, kwa sababu hauyastahimili, akikwambia hawezi kuyabeba yaani moyo wako bado ni mnyonge, bado hauwezi kuyapokea yale ambayo Bwana anataka kukwambia. Kwenye Yohana sura 16, wanasema, ya kumi na sita, Yesu anasema yapo mambo mengi ambayo ningewaambia, lakini hamte yastahimili. Yaani yani kwa muda huo hawezi kuyastahimili kuyapokea. Kwayo Yesu alikuwa na mambo ya kuambia wanafunzi wake, na angependa kuambia, mapenzi yake ni kuambia lakini hakuambia. Kwa sababu gani? Hawawezi kuyastahimili. Sababu ya tatu kwa nini hujaambiwa mambo au bwana hakuambii ni kwa sababu hujamuuliza. Katika Luka sura ya tisa mstari wa 44 na 45, Biblia inasema yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza. Maana yake neno lile hawa watu wangeweza kumuuliza, lakini maandiko yanasema wakaogopa kumuuliza. Kwa kwa, kwa sababu hawakumuuliza hawakuambiwa. Na wewe katika mambo ambayo unapitia, kwa sababu jamuuliza Bwana hakuambii au unaogopa kuuliza? Muulize, atakwambia. Sasa kabla ya kuanza kumuuliza Bwana, kuna vitu ambavyo nitapenda nikuelezea au nikuwekee wazi, sawa? Kuna mambo ambayo usimuulize kwa sababu hayakuhusu naona. Kwenye Yohana sura ya 21 baada ya Yesu kumuuliza Petro maswali matatu, je, wanipenda Petro? alivyojibu akaambiwa lisha ya kondoo zangu. Akaona Yohana mwanafunzi anakuja, akamuuliza Yesu, Bwana na huyu, je, vipi? Yaani anauliza kuhusu Yohana na inakuwaje. Yesu akamwambia, wewe, huyu jamaa kama nitaka akae mpaka nitakaporudi tena, inakuhusu nini wewe? nifuate mimi. Yaani kuna mambo usiulize, kama haya kuhusu naona, ila Bwana akikufunulia kuhusu watu, basi awe wamekuhusu. Utamuuliza Bwana, nataka nifanye, atakwambia. Lakini bila hivyo usiulize hayo mambo kama unajua kabisa haya hayakuhusu. Mungu sio mbea. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na tisa mstari wa ishirini na tisa imeandikwa, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Kwa hiyo mambo ambayo Mungu anakufunulia ni ili ufanye yote yanayobidi uyafanye kwa sheria uliyopewa, na sheria ya agano jipya ni upendo. Sawa? Upendo, upendana, inaambatana kusameheana na vitu kama vile, na mengine ambayo utapewa. Lakini lazima katika unayofunuliwa yaambatane na sheria yote ya Mungu akufunulii ili utende dhambi, ili ufanye asiyo pasa, ili anakufunulia mambo ili utende mapenzi yake. Lakini pia kuna mambo ya siri, mambo ya fumbo, mambo ya siri ambayo wewe akufunulii. Na kama akufunulii tulia, ila dili na yale ambayo amekufunulia. Tumesema kwamba kama Bwana ameamua kukuficha kuto kunyesha, inatokana kwamba wewe hauwazi kama anavyoenda, haujakaa katika njia yake. Yani akikwambia mambo, utafrustrate yale ambayo anataka kuyafanya. Isaya sura ya hamsini na tano inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yukaribu mtu mbaya naache njia yake na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa hiyo hii kurudia, kumrudia Bwana ni kubadilisha mawazo yako, na kubadilishe mawazo yako ndiyo kutubu. Sasa hapa anasema mtu mbaya aache njia zake na si haki aache mawazo yake alafu Bwana alafu amrudie Bwana naye atamrehemu. Kama kuna swala ya kurehemu ni lazima kuna swala ya kutupwa, hasa kama mawazo yako ni kinyume na mawazo ya Mungu yani, ya chini. Yeye anaanza juu, ili kumrudia ni lazima uende kwa toba, sawa? Maana Mungu ashuki chini, uende juu, ili kumrudia ni lazima uende kwa toba. Na sisi tuliokoka tuna nafasi hiyo kwa sababu tumeitwa tufane na yeye alivyo, tuwe kama Baba yetu kwao. Tunaenda juu kwao, kwenda juu ni kutubu. Yeremia thelathini na tatu mstari wa tatu inasema niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo ukimuita atakuitikia, alafu atakuonyesha mambo magumu makubwa usiyoyajua. Kumuita, na kama kule kwenye Isaya anasema niiteni, nirudieni, yote hapa inaelezea kuhusu toba. Sasa hapa, nataka unisikilize vizuri, kwa sababu unaweza ukasema, nitukuje wakati sina dhambi mimi, nimeshaokoka na kila kitu. Sikiliza vizuri. Kwenye Mathayo sura ya kumi na nane, wakati Yesu anaongea na wanafunzi wake kuhusu ufalme wa mbinguni, alisema, maandiko yanasema, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hawa walikuwa nataka wajue nani atakuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni, yeye anawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtauingia kamwe. Hawa jamaa wana wanachowaza ni kwamba nani atakuwa mkubwa kwenye ufalme. Yesu anawaambia mnahangaika mambo wakati hata kuingia mjaingia. Yaani, sawa mtu anakuambia ni mtu akiwa wa kwanza shuleni atapewa zawadi gani? Unaambia, wewe hata shuleni hamjaingia bado hata mja enroll bado inabidi muweze kuingia shule. Dr. Dizia mtadiskasi ya mambo. Anaposema mtu asipoongoka na kuwa kama mtoto hataingia ingia, anamaanisha ni kuongoka, ni kutubu. Yaani mtu asipotubu na kuwa kama mtoto.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 ni yani wakatubu, ni kutubu. Pale anavyosema usipoongoka na kuwa kama mtoto mdogo, usipotubu ukawa kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo yukoje sasa, nikilinganisha na wewe ambaye umeongoka muda mrefu, lakini bado unaambiwa uongoke tena? Yuko hivi, sisi wakati watoto, mimi hapa nakua, kuna wakati nakuwa umefanya vitu, umemkosea mama, anakupa kichapo Anakuchapa, anakutandika, anamalizia kwa kusema lione mi masikio yake, alafu anaondoka aenda kazini, lakini jioni akirudi, ukimwona mama kwa mbali unashangilia na kufurahi na kumkimbilia kumwawa. Hivyo ndivyo mtoto alivyo, ila wewe sasa nguli uliokoka, sasa hivi ni mtu mzima eh. Mme wako ana kusema kidogo kabla ya kwenda kazini, kuna vitu mmekosana, mnasemana anaenda kazini, akirudi sio swala ya kwenda kumwao, hapana. Akikusalimia kumjibu, unamchunia siku tatu. Unaona wewe ndio mtu mzima. Sasa anaposema Yesu kwamba uongoke uwe kama mtoto, anamaanisha kurudi katika unyenyekevu, katika uhusiano wako na baba yako Mungu wa mbinguni na wenzako pia, uwe na moyo ule ule kama aliyokuwa nao mtoto ili ukifika katika hivyo, ndivyo ambavyo Bwana akisema utasikia, akikwamuru utafanya. alafu hapo ndipo utauingia ufalme wa mbinguni. Na kuuingia ufalme wa mbinguni sio kuingia kesho kishuka kuingia kwenye mlango hapana, ni ku experience yani kuuishi ufalme wa mbinguni. Maana ufalme wa mbinguni upo tayari, upo ndani yako, upo ndani yako. Lakini kwa nini hauishi? ni kwa nini hau experience? ni kwa sababu wewe bado moyo wako na akili yako bado ipo kama kinguli hujarudi hujashuka hujafika, katika ujawa kama hujanyenyekea vya kutosha. Yani kuna namna ambavyo inabidi uongoke, akili yako ibadilike, ubadilishe mtazamo wako, ndio kutubu. Kutubu ni kubadilisha mtazamo wako. Ukishabadilisha utakuwa unaona kama yeye anavyoona, unawaza kama yeye anavyowaza, kwao itakuwa sio tena kwamba mawazo yangu si sawa na mawazo yenu, njia zangu si sawa na njia zenu, lakini utakuwa si utakuwa, wewe kwa sehemu kubwa mawazo yako yanashabihiana ya na mawazo ya Mungu na njia zako zinashabihiana na njia za Mungu, yaani kwamba unaambatana naye, unafanya mapenzi yake, kile ambacho anakiwaza anakujulisha, na wewe unakifanya. Hapo ndipo umeambatana. Ili ufike hapo, inabidi maombi ya toba. Kwa hiyo, ili kumwomba Mungu akujulishe mambo, inabidi uanze kwanza kuomba toba ili kubadilishe mawazo yako na fikira zako na njia zako na pia kuandaa moyo wako uweze kustahimili yale mambo ambayo Bwana anataka ayafunue kwako au akujulishe katika habari za hayo ambayo unamwambia. Kwa hiyo unaweza ukafunga siku moja siku tatu siku saba, kwa kadri vile ambavyo inaweza ikawa inakufaa au kama kanisani kwenu kuna maombi ya kufunga katika ajenda ambazo mmejiwekea, unaweza nao ukafunga, alafu ukaongeza na ajenda yako ya kumuuliza Bwana kuhusu kitu fulani, jambo lako fulani alafu ukaendelea kuomba naye, Bwana atakujibu. Ukisoma katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Yoshua utaona Yoshua na wana wa Israeli walivamia Yeriko wakafanikiwa, kampeni ikafanikiwa, wakaangusha Yeriko. Baada ya pale wakashambulia mji mwingine mdogo unaitwa Ai, lakini wakapigwa mbele za adui zao, watu kadhaa wakafa. Baada ya pale, Yoshua, kiongozi wa wana wa Israeli katika muda huo, akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni, yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, E Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Eh Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Haya maombi yalikuwa ni ya kumuuliza Bwana, nini kimetokea? Ahadi zako ziko moja mbili tatu, lakini tuliyoyapata ni abc. Nini Bwana, kitu gani hiki Bwana, sema. Alafu Bwana akajibu, Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi na wamelivunja agano langu lilowaagiza, naam wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndipo sa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo ya adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Bwana akaendelea kusema yale ambayo wanabidi wayafanye nao wakayafanya. Akani na nyumba yake wakaangamizwa, jambo gumu kidogo, lakini wakalifanya ili watakase kundi, ili Bwana aendelee kuwa nao. Muulize Bwana nini ambacho kinakutatiza. Muulize Bwana chanzo cha mambo hayo yanayokutesa. Muulize Bwana ili aseme nawe, wache kurukaruka kule na kule na mambo yasiyokuwa na imani isiyokuwa na uhakika, ili Bwana akwambie hasa uhakika nini, shida nini, tatizo na nini ufanye. Mara nyingine ukaomba alafu ile shida isitoke, lakini Bwana atakuwa amekwambia na hiyo itakupa pia imani na ujasiri na nguvu ya kuendelea, kama vile ambavyo Paulo aliomba kuhusu mwiba lakini haukutoka, ila Bwana alimwambia kwa nini mwiba hautoki na baada ya pale Paulo hakuwa na shida tena. Hakuweza, angeambiwa njoko tukuombee mwiba asingeenda, kwa sababu anajua kwamba kesi imeisha. Nabwana, yani Ndive, nabidi, ue, ue, we, bwana, ngufu, na bwana najua kitu gani kinafanyika. Ndivyo inabidi uwe hivyo wewe Kristo. Bwana akubariki akutie nguvu uishi neno lake na ukawe mtumishi wake uliyejaa nguvu na unaifanya mapenzi yake siku zote. Amani ya Bwana iwe nawe. Barikiwa.